Tumejifunza vya kutosha kujua kwamba masoko ya kaboni bado yana njia za kuheshimu haki zetu kikamilifu kama walinzi wa misitu. Haijalishi jinsi tunavyojaribu kupunguza hatari katika mchakato mzima. Baadhi ya miradi ya kaboni inaweza kusababisha matatizo kwa jumuiya yetu. Lakini hiyo haimaanishi kuwa tumeanjwa bila chaguzi. Katika filamu hii tutajadili kile ambacho jumuiya zetu zinaweza kufanya mambo yanapoharibika. Kwanza, hakikisha umeandika mwingiliano wote. Tangu mwanzo itakuwa muhimu kuweka rekodi za kina za mwingiliano wote ulio nao na watu wowote waliounganishwa na miradi ya soko la kaboni, ikiwa utahitaji kuelezea upande wako wa hadithi. Hii inajumuisha mikutano, makubaliano na ahadi zozote zinazotolewa na wasanidi wa miradi au maafisa wa serikali. Pia hakikisha kuwa umehifadhi nakala za hati zozote ulizopewa kuhusu miradi. Waendelezaji wa miradi mara nyingi husisitiza kuweka maendeleo fulani ya kandarasi, kama vile ni kiasi gani cha fedha kutokana na mauzo ya mikopo watakachochukua na kiasi gani ambacho jumuiya zitapokea kwa usiri. Weka madokezo yako mwenyewe juu ya hilo na usikubali jambo lolote usilofikiri ni sawa. Pili, ni muhimu kuongea matatizo yanapotokea. Ni muhimu kuhakikisha kuwa sauti zako zinasikilika. Unaweza kuanza kwa kujadili masuala yoyote yanayotokea na viongozi wa wakilishi wako, ikiwa bado hujafanya hivyo, mbali na baraza la mkoa au shirikisho ambalo jumuiya yako inamiliki. Hii inaweza pia kumaanisha kufikia shirika shirikishi la kitaifa ambalo linaweza kupata rasilimali au mapendekezo mengine kwa washirika wana aminika kwa ufundi na kisheria ambao wanaweza kuunga mikono. Je, nini kitatokea ikiwa tunahitaji kufanya malalamiko rasmi? Ikiwa jumuiya yako au shirika wakilishi litaamua kuendelea na malalamiko rasmi, unaweza kutaka kuanza kwa kuyaleta moja kwa moja kwa wasanidi wa miradi au kwa mamlaka ya serikali au ya kitaifa. Waendelezaji wote wa miradi wanatakiwa kuwa na mbinu za kushughulikia malalamiko na kukupa taarifa kuhusu jinsi ya kuipata bila malipo. Unaweza pia kufika shirika la utibishaji au VVB, ambalo linataamini miradi. Ingawa WVBS inahimizwa kuwasiliana na jamii katika eneo la mradi katika wote wa mchakato wa utibishaji, hatuwezi kudhani kuwa watawasiliana na wale ambao wameathiriwa vibaya. Kwa hiyo, wewe unaweza kuwa na bidii katika kuwafikia. Na nini ikiwa hiyo haifanyi kazi? Kisha inaweza kuwa wakati wa kuongeza malalamiko yako. Je, tunafanyaje hivyo? Hiyo inategemea dada wako. Katika ngazi ya kitaifa, wizara husika za serikali na vyombo vingine vya kushughulikia malalamiko, kama vile ofisi za ombudsman au watetezi wa umma au waendelesha mashtaka, wanapashwa kuwa na uwezo wa kushughulikia malalamiko. Katika ngazi za kimataifa, mashariki ya kawaida yanayosimamia ya mradi yanapashwa pia kuwa na mbinu zao za kulalamika, ambao itakuwa hatua inayofuata ikiwa swala lako halitatatuliwa kwa kushirikisha wasanidi wa mradi moja kwa moja. Zaidi ya hayo, wajumbe wa bodi zao au fadhili wanaweza kutaka kujua kuhusu mashaka yao yako hatua unazochukua ili kuyashughulikia. Hiyo yote inasikika vizuri, lakini vipi ikiwa hiyo haisaidii? Tengeneza filamu na uichapishe kwenye mtandao wako wa kijamii. Ukiweka lebo, wasifu wa mamlaka, kampuni inayowakilisha mradi na watu wengine ambao wanaweza kusaidia kukuza kesi yako. Unaweza pia kutaka kuwasilisha uzoefu wako kwa maandishi wa habari, jambo ambalo linaweza kuleta usikivu zaidi wa umma kwa masuala yanayojitokeza na kuita mamlaka husika kutoa majibu. Kumbuka, ni rahisi kwa watu kuuza simu, barua pepe na makala za magazeti. Wakati mwingine, mbinu bora inahusisha kubisha hodi kwenye milango ya watu na kuomba hadhira ya ana kwa ana. Pia mashirika ya kimataifa kama vile ya Umoja wa Mataifa za haki ya kibinadamu, ripoti maalumu wa Umoja wa Mataifa au mashirika ya mkataba ya Umoja wa Mataifa, yote yana mbinu za kushughulikia ripoti za kiungaji wa haki. Malalamiko rasmi dhidi ya mashirika ya kawaida na waendeleshaji wa miradi yanaweza pia kufanya chini ya miongozo wa OECD kwa biashara za kimataifa kuhusu maadili ya biashara ya kuwajibika. Mwisho, ni muhimu tufanye kazi pamoja. Kila mtu ndani ya jumuiya yetu anahitaji kuelewa lengo na kushiriki mangaiko yale yale ili tuweze kuendelesha mojawapo ya mikakati hii. Kuchanganya juhudi na kubadilisha uzoefu na taarifa na jumuiya nyingine ambazo zinakabiliwa na changamoto zinazofanana zinaweza pia kuwa na manufaa kwa kesi zenu zote mbili. Uko sawa, tunapofanya kazi pamoja tunakuwa na nguvu kila wakati. Hasa, yote hii ni mikakati inayofaa kuzingatiwa, lakini hatua zinazofaa zitategemea muktadha mahususi wa eneo lako au kitaifa. Tunatumia filamu hizi zimekuwa msaada kwako katika kuelewa haki zako katika soko la kaboni. Kwa maelezo zaidi na nyenzo, tafadhali tembea